Sema alfa na omega, watu wengi mnafahamu kwamba ile ni jina ambalo linamwakilisha Mungu. Sasa leo hii naomba ni kufafanulia kidogo. Ukienda kwenye herufi za Kiingereza utaona inaanza a b c z lakini, ukienda kwenye herufi za Kigiriki, herufi ya kwanza a, herufi ya kwanza ni alpha, kama inavyoonekana kwenye skrini yako, na ukishuka kwenye herufi ya pili inaitwa beta. Herufi ya tatu inaitwa gamma, lakini ukienda kwenye herufi ya nne inaitwa delta and so on, lakini ukienda kwenye herufi ya mwisho inasomeka omega yani, zedi, inasomeka omega yani z inasomeka omega. Kwa hiyo herufi ya kwanza ni alpha, na herufi ya mwisho ni omega. Maana yake hakuna kusema, hakuna kuanza kwa maneno, hakuna kuanza kwa mwanzo wa kauli bila huyu alpha. Lakini vilevile vile vile hakuna kumaliza kauli, hakuna mwisho bila huyu omega. Na alpha na omega ni majina yanayomwakilisha Mungu, yani, yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Maana yake hapa katikati kuna mizunguko mingi, lakini mwanzo lazima pawe na alpha na mwisho lazima pawe na omega. Maana yake mwanzo wa kuwepo kwa viumbe na mwisho wa kuwepo kwa viumbe vyote vimezungukwa na huyo alfa na Omega. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha, kuna watu wako kwenye mahusiano, unakuta wanapendana, wameitana bebi, mpaka suite haijatosha, imefika steji anamuita mwenzake yeye ni alfa na Omega. Ni kutahadharishe, ukitaka moto wake kwenye maisha yenu, mwite mpenzi wako alfa na Omega, na hii na ni kwa sababu